Umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanafika umri wa miaka hamsini au sitini wakiwa wamejawa na majuto makubwa. Sio kwamba hawakuwa na ndoto, sio kwamba hawakuwa na vipaji, bali ni kwa sababu waliruhusu tabia fulani ndogo ndogo ziwatawale kwa muda mrefu, mpaka ikawa too late kubadilika. Leo sitakubembeleza. Leo niko hapa kukuambia ukweli mchungu ambao rafiki zako wanaogopa kukuambia. Kuna mambo nane na nina uhakika unafanya angalau matatu kati ya haya hivi sasa, ambayo yanaua future yako taratibu kama sumu. Na jambo la nane ndilo hatari zaidi kuliko yote, na ndilo linalowafanya vijana wengi kubaki pale pale, pale, miaka nenda rudi. Usipoliacha hilo leo, utajuta. Karibu tena kwenye channel hii, sehemu ambayo tunajifunza jinsi ya kuwa toleo bora la sisi wenyewe. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, unakosa madini mengi sana. Subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na washa kengele ili usio unapitwa na mbinu za kubadili maisha yako kila tunapo post. Basi bila kupoteza muda, tuende tukaangalie vitu hivi nane unavyopaswa kuacha mara moja. Jambo la kwanza, kuhairisha mambo procrastination. Na hili ni gonjwa la taifa. Acha kuhairisha mambo ukisubiri muda sahihi. Sikiliza, hakuna kitu kinachoitwa muda sahihi. Hakuna siku utaamka ukijisikia una asilimia mia ya nguvu na hamasa ya kufanya ile kazi ngumu. Unaposema nitafanya kesho, unaupa ubongo wako dopamine ya uongo. Unajisikia vizuri kwa kupanga, lakini huleti matokeo. Unachofanya ni kukopa muda kutoka kwenye future yako, unajijengea deni la msongo wa mawazo. Badala ya kusema ntaanza kesho, tumia kanuni ya 5 second rule ya Mel Robbins. Hesabu tano, Nne, tatu, mbili, moja na inuka, fanye hicho kitu, iwe ni kuosha vyombo, kuandika proposal au kufanya mazoezi. Usipe ubongo wako nafasi ya kukupa sababu za kukataa. Jambo la pili, kutaka kumfurahisha kila mtu, people pleasing. Acha mara moja tabia ya kutaka kumfurahisha kila mtu. Hii ni tiketi ya moja kwa moja kwenda kwenye umaskini wa nafsi na fedha Ukiishi maisha yako ili uonekane mwema kwa kila mtu, utaishia kupoteza utambulisho wako. Kuna watu wanakopa pesa ili watoe mchango harusi fulani, waonekane wana hela. Kuna watu wanasoma kozi wasizozipenda, kisa wazazi wamewalazimisha. Acha ukisema ndio kwa wengine, wakati unataka kusema hapana, unajisaliti wewe mwenyewe. Kumbuka huwezi kuwa pizza kwamba kila mtu atakupenda hata ukijitahidi vipi, kuna watu hawatakupenda tu, na hiyo ni sawa kabisa. Anza kufanya mazoezi ya kusema hapana kwa vitu vidogo visivyo na faida kwako. Utashangaa jinsi watu watakavyoanza kukuheshimu zaidi kwa kuwa na misimamo. Jambo la tatu, kuishi zamani, living in the past. Hii inawatesa wengi. Acha kuishi kwenye makaburi ya zamani. O oh, unajua mimi nilikuwa na akili sana shule ya msingi oh, nilikuwa na biashara kubwa ikaanguka. Sawa, ilitokea, inauma, lakini imepita. Gari lina kioo kikubwa mbele na kioo kidogo cha kuangalia nyuma. Hii ina maana gani? Mbele ni muhimu kuliko ulikotoka. Ukitumia muda wako mwingi kutazama kioo cha nyuma wakati unaendesha gari, utapata ajali. Kujilaumu kwa makosa uliyoyafanya miaka mitano iliyopita hayatabadilisha kilichotokea Yanapoteza tu nguvu unayohitaji leo kutengeneza kesho. Samehe nafsi yako, kubali kuwa ulikosea, jifunze somo, halafu move on. Jambo la nne, kujilinganisha na wengine, comparison. Hili jambo la nne linakuzwa sana na social media. Acha kujilinganisha na maisha ya watu ya Instagram. Unapoona picha ya mtu yuko Dubai au amenunua gari mpya, unaanza kujiona wewe hufanyi chochote Kosa unalolifanya ni kulinganisha behind the scenes ya maisha yako yenye jasho, shida na mapambano na highlight reel ya mtu mwingine, sehemu nzuri tu wanayoonyesha. Hujui wamepitia nini, hujui kama wamekopa hilo gari, hujui kama wana furaha ya kweli. Kujilinganisha ni mwizi wa furaha. Kila mtu ana saa yake ya majira, time zone. Obama alistaafu akiwa na miaka 55. Trump alianza urais akiwa na miaka sabini. Kila mtu ana njia yake. Shindana na mtu uliyemwona kioni asubuhi. Je, leo wewe ni bora kuliko wewe ya jana? Hiyo ndiyo metric ya muhimu. Jambo la tano: kutumia pesa hovyo, financial illiteracy. Hili likikushinda utakuwa mtumwa milele. Acha kutumia pesa usizonazo kununua vitu usivyovihitaji ili kuwaringishia watu wasiokupenda. Hii ni ugonjwa. Kama huna budget, wewe ni abiria kwenye gari lisilo na dereva lililoelekea bondeni. Vijana wengi leo wakipata mshahara kitu cha kwanza ni location, outfit mpya na starehe. Hujachelewa kuanza kuweka akiba na kuwekeza. Kumbuka, kuwa tajiri na kuonekana tajiri ni vitu viwili tofauti. Matajiri wengi wanaishi maisha ya kawaida sana kuliko unavyofikiria. Fuata sheria ya 50 30 20 au angalau anza kuweka 10% ya kila kiasi unachoingiza pembeni, kabla hujatumia chochote. Hiyo ndio kujilipa wewe kwanza. Jambo la sita, kuogopa kushindwa, Fear of failure. Acha kuogopa kushindwa. Watu wengi hawaanzi biashara hawaandiki kitabu, hawaendi gym kwa sababu wanaogopa wataonekanaje wakishindwa. Nikwambie siri, kushindwa sio kinyume cha mafanikio, kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Hakuna mtu aliyefanikiwa bila kukutana na vikwazo. Thomas Edison alishindwa mara elfu moja kabla ya kugundua bulb. Unapoogopa kushindwa, unaogopa kujifunza. Kaa ukijua, mwaka mmoja ujao utatamani ungeanza leo, hata kama ungekosea. Badilisha mtazamo wako, mindset. Usiite kushindwa, iite data. Ukijaribu kitu kikagoma, umepata data ya nini hakifanyi. Rekebisha na songea mbele. Jambo la saba: kulaumu mazingira na serikali, blaming others. Acha kulaumu serikali, wazazi, uchawi au mazingira kwa hali ulionayo. Ni kweli labda ulizaliwa familia maskini. Ni kweli mfumo wa elimu una changamoto, lakini kulalamika havibadilishi chochote. Unapolaumu nje, unatoa nguvu zako kwa hao watu. Unasema siwezi kufanikiwa mpaka serikali ifanye hivi. Hiyo inakufanya uwe mnyonge, victim mentality. Chukua uwajibikano kamili, full responsibility. Hali yako ya sasa inaweza isiwe kosa lako lakini kuiondoa hali hiyo ni jukumu lako asilimia mia. Jambo la nane: kujiongelea vibaya negative self talk. Na sasa tunafika kwenye jambo la nane, jambo ambalo nilikuambia mwanzoni kuwa ni hatari kuliko yote. Acha kujiongelea vibaya. Unajua kwa nini hili ni hatari? Kwa sababu sauti unayoisikia zaidi duniani ni sauti yako mwenyewe. Ukijiambia mimi ni, mimi siwezi biashara mimi nina gundu, ubongo wako hauchagui kama ni utani au kweli. Unachukua kama amri na unafanya mwili wako utende kulingana na maneno hayo. Watu wengi wameshindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wamejishawishi wenyewe kuwa hawawezi kabla hata hawajajaribu. Maneno yako yanaumba uhalisia ya wako. Ukiwa adui wewe mwenyewe, nani atakuwa rafiki yako? Kuanzia leo ukijikuta unawaza vibaya juu yako Kenzo, hilo wazo mara moja, na uweka wazo chanya. Jisemee maneno ya ushindi, hata kama bado hujaona ushindi huo. Rafiki yangu, maisha ni mafupi sana kuyaendesha kwa handbrake. Hayo ndiyo mambo nane ambayo ukiacha leo, na kuhakikishia, baada ya miezi sita utakuja hapa kutoa ushuhuda. Kumbuka, kujua haya yote hayatakusaidia kama utachukua hatua. Maarifa bila vitendo ni mzigo. Je, ni jambo lipi kati ya haya nane limekugusa zaidi na unaahidi kuliacha leo? Nyan...